Mwezi huu saa mbili na nusu asubuhi nilikuwa nimetoka jumuiya, nilipofika nyumbani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Magufuli akanipigia simu. Sikuamini masikio yangu, nikamwita mke wangu awe mshahidi. Nikamuuliza, wewe ndo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania? Akaniambia ndio. Wewe ndo Magufuli? Ndio. Akaniambia kuna kazi nataka nikupe. Mimi sikukatakata kama alivyokata rais wa awamu ya nne, wala sikukatakata kama rais wa awamu ya tano. Nimekuwa kijiweni tangu tisini na tano. Kwa hiyo alivyoniambia ananteua kwa mwenyekiti wa taifa wa bodi ya paron nikasema iwe kama ulivyoamua mheshimiwa kwa hiyo kwanza nakushukuru sana mheshimiwa rais na kupongeza sana kwa ukarimu kwa upendo wewe wakati wa kampeni ulisema utakuwa rais wa watu wote utajali dini ya watu, ya mtu kabila lake wala utaifa wake kwa hiyo umedhihirisha kwa vitendo Kumchagua Agustino Jatonga Mrema mwenyekiti wa TLP kuwa mwenyekiti wa, mwenyekiti wa taifa wa bodi ya paroli. Sasa kuna watu wanashangaa shangaa shanga, ndani ya CCM wanashangaa shangaa shanga, na wapinzani wangu wanashangaa shangaa shanga. Imekuwaje rahisi kutoa madaraka kwa mpinzani? Kwanza anachotaka kusema huyu rais ni mtu wa Mungu. Wale wanaosema Mrema ni kibaraka ni kikaragosi ni pandikizi la CCM, wakati anakuja himo kuja kufanya kampeni, sikwenda kwenye mkutano wake, lakini kuonyesha ungwana wake na ubinadamu wake, wakati anaenda Mwanga akanipita nyumbani pale nje ya Panda, alipofika karibu kilomita tano, akasema akarudi akakatisha msafara wake akaja mpaka nyumbani pale njia ya Panda, akanisalimia mimi na mke wangu na watoto na watu wangu. Ndugu wananchi, hili ni jambo kubwa sana. Rais wa nchi anakatisha msafara, anamsalimia Mrema. Kwa hiyo nachotaka kusema hapa, baada ya kumwangalia vizuri, nikaona mtu huyu lazima nifanye biashara na yeye biashara yenye uhakika, kwa sababu ukiwa unafanya biashara unapeleka mali sokoni, uweze kukubali kuuza kwa hasara. Nikaona nikifanya biashara hii na huyu rais Magufuli mambo yanaweza kunyoka. Kwa hiyo nachotaka kusema, uhusiano wangu mkubwa na yeye ulianzia pale. Pili, nikaona mtu huyu ni mali original sio fake. Nilivyomwangalia usoni, nikaona hakika huyu ndo rais wa tano wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na ndugu zangu, ni wa rais wa ajabu. Wakati wenzangu wa pinzani wananitenga kule Vunjo, yeye alidhubutu kwa ujasiri mkubwa kwamba watu wa Vunjo, kama mnataka mbunge, mchagueni Mrema, akijua mimi ni mwenyekiti wa TLP ni mbunge naye gombea, hakujali chama changu. Huyu rais huyu, kwa nini simpende? Kwa nini simheshimu? Kwa nini watanzania tusiwekeze kwake? Kwa hiyo nachotaka kusema hapa, rais wangu, tulianzia pale, akanipigia debi na mimi namfahamu, nikamwambia watu wavunjo mtafanya makosa kabisa kama mtamwacha kifaa, mtaacha kifaa hiki. Sasa watu wanaonizogoma wanaonizodoa, nimempigia debe Magufuli. Mtu amefika nyumbani mbele ya mke yangu na mke wangu ananiomba kura kweli, nitakuwa sio binadamu nimtoe nje nje kavukavu. Kwa hiyo nikawambia watu wavunjo na naendelea kusema, wala siombi radhi wala sikukosea, kama nilivyowaambia, mtu anayefaa kuongoza nchi hii ni Rais Magufuli. Sasa nataka kumalizia kwa kusema rais wangu tangu tamke pale Vunjo kwamba mchagueni Mrema, hivi vyama vya upinzani walimchangia kama mpira wa kona. Najua mti wenye matunda mazuri hushambuliwa. Wewe umeanza kupigwa vita tangu kule Vunjo na wanachofanya wapinzani, naomba waniongeze like dakika tatu ili niwaambieni, tusija karibu nchi yetu tukamharibia rais wetu asifikishe kwenye malengo yake, yanayotaka karakta assassination. Kwa hiyo walianza kunibomoa mimi hawa pinzani, Mrema CCM, Mrema pandikizo la CCM, Mrema kibaraka, Mrema mgonjwa, Mrema mzee, walianzia pale pale, lengo ni kunimaliza, kuni kunivunjia heshima. Kwa watu wangu, kama mnavyo walivyosema, mimi ni CCM kwa sababu tu mheshimiwa rais, umeniteua kuwa mwenyekiti wa bodi ya taifa. Naomba niulize, je, msimpatia wewe wakati rais wetu Jakaya Kikwete alivyokuteua ukiwa mwenyekiti wa taifa wa... Wa... Wa NCCR wewe ulikuwa chama gani? Kama mimi ni CCM B kama mnavyotangaza, basi na wewe ulikuwa CCM B. Mbona ulikubali uteuzi wake? Kwa hiyo rais wangu, nataka niliseme hapa, niweke niweke rekodi vizuri, tangu kampeni hiyo ya Vunjo. Naomba nimuulize ni je, msimpatia wewe uliacha majimbo manne ya NCCR Kigoma, yote yakachukuliwa na CCM U, ukaona ufahari na wenzako kuja kunichangia kuning'oa a Vunjo. Je, wewe ndio mpinzani wa kweli? Haya, ndugu zangu wanavyoniambia mimi ni CCM sijui, wananiambia kwa heshima kwa kuwa chama hiki ni kikubwa, ni kizuri, kinapendea Sielewi, lakini mwaka wa tisini na tano wanajua mi nilipinga CCM wa hadharani, na ukipinga chama chako hadharani lazima wakufukuze, ndio gharama yake. Ningekuwa mtu wao wananibeba tisini na tano singefukuzwa, nisingeachishwa kazi, niliacha kazi. Sasa leo kuniambia bado ni CCM tangu tisini na tano mpaka leo, zaidi ya miaka thelathini. Lakini wana watu wao. Sumae umetoka CCM juzi, miaka miwili iliyopita umeenda Chadema. Sasa naomba niulize, nyiwe wapinzani, Masuma? A, a, a, Sumae ni Chadema, CCM ni CCM tena CCM. A haya Lowassa miaka miwili iliyopita umetoka CCM kwenda Chadema. Naomba nijiulize kama kweli Lowasa ni mpinzani kama Mrema. CCM B, basi Lowasa CCM A. Kwa hiyo nachotaka kuambiani wazee wangu, wanataka kuvuruga hiki chama. kama wangewapigeni kwa mambo halali, ndio maana upinzani, lakini sioni wakifanya hivi au kuchafua jina, yani character assassination walini bomoa mivunjo. Naona wanataka kuendelea kumbomoa na rais wetu. Lakini rais, ujue mti mzuri wenye matunda ndio unatupiwa mawe. Kwa hiyo, wanakutupia mawe kwa kubomoa. Ninawauliza wapinzani wenzangu, wakati rais huyu anafungua bunge, mlikuwa na sababu gani ya kuzira hotuba yake na kutoka nje? hiyo ni demokrasia gani? Kwa nini mlifanya hivyo? Haya, wakati wa budget na shangaa James Mbatia unazira bunge kwa sababu ya kutishwa na naibu spika, unamwachia kiti nyewe, mnachea bunge. Kule kwetu Vunjo, anayezira ni mwanamke. Nilimuona mama yangu, nilimuona mama yangu akigombana na baba anazira, anamwambia nitakwenda. Sasa nyiye mko bungeni mnatulia. Jackson, kuna kanuni na taratibu za kuweza kumdhibiti, nyiye mnaamua kumtoroka yule mama, mnakimbia. ni wanaume gani nyiye? Namalizia kwa, kwa kumwambia rais wangu, wao amenteua kuwa mwenyekiti wa taifa wa parol. La kwanza nalo kuomba kule magerezani, nusu ya wafungwa wamebambikiziwa kesi, wengine wamefungwa kihalali, wa, walioko magerezani wafungwa hata maabusu, kazi hiyo nitafanya nitaorodhesha majina, kwa ushahidi nitakuletea, ili upendo wako uwafikie wafungwa magerezani na walio mahabusu. La kwanza. La pili, nitakuomba katika muda wa kufikia mwisho wa mwaka, nataka nusu ya wafungwa wa gerezani ambao zile sheria inawaruhusu kutoka wawe wametoka. Hakuna sababu rais, najua sasa hivi unajenga shule rais, sasa hivi unatoa elimu ya bure, madawati, nyumba eh, eh, za walimu, fedha za kupanua magereza. Una nitakachofanya mheshimiwa rais, nitahakikisha hii spidi ya kupeleka watu magerezani kufungwa, na mimi kwa kushikia na bodi yangu nitahakikisha watu wanatoka, wanakwenda kufanya kazi za jumuiya. Kwa hiyo nachokuomba, ile reli unayojenga, naomba wafungwa wangu wenye paroli wapewe kibarua. Pili, nitakuomba sasa hivi unasaidia wanawake, vijana wa, na wasiojiweza, naomba unipatie fungu la kuwasaidia wale wafungwa watakotoka gerezani wako kwenye pe, pa, paroli kwa sababu wakitokea kule wanakuta miji imesambaratika, hawana mtaji wa kulima mashamba na kufanya biashara. Nisiseme mengi, lakini nakwambia Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Kikwete, na wewe nakupenda wanavyosema. Mgonjwa 2009 ni wewe ulionipeleka India na mke wangu, nikatibiwa. Kwa hiyo CCM, msione mkipeta, msione mnapendeza ni kutokana na upendo na ukarimu ulio nao. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa, na kushukuru sana ndugu Mrema kwa maneno mazuri uliyosema juu ya chama chetu na rais wetu.